Hao ndo vifaranga wakiwa wanaonekana kwa ukaribu zaidi, na mayai mengine bado. Hii tray tumeivuta kwenye mashine, ipo kwa nje kama unavyoona. Uzalishaji ni mzuri kwa maana asilimia kubwa ya mayai yameanza kutotolewa. Au mayai mengine yanaonekana kwenye hizo trai, nayo yatachukua siku chache zijazo na yataweza kutotolewa. Mayai machache ambayo yalitakiwa yatotolewe yameweza kubaki, lakini tunategemea muda wa mchana, kuna mayai mengine yataendelea kutotolewa. Kama unavyoona kifaranga huko ndani ameshaanza kupasua kwa ajili ya kutoka. Ni bata huyo, sio kuku. Kwao mashine yetu inaonyesha asilimia kubwa ya kufanikisha kutotoa, karibu asilimia themanini na nane ya mayai yote niliyofanyia majaribio yameweza kuanguliwa, na hayo yaliyopo kwenye tray nayo tunayajaribu, kama itawezekana kutotolewa bila shida. Nayo yako katika majaribio muda wote, ataanza kuanguliwa. Karibu Sutta Poultry Farm, utajifunza pia, utaweza kupata bidhaa kama unavyoona muda mfupi tutaanza kuwalea na kuwachanganya katika maisha mengine ya kawaida. Tangiza tena kwenye tray kama unavyoona kwenye kubeta. Karibu Sutta Poultry Farm. Hivyo namna mayai ya bata yanaweza kutotoleshwa kwenye mashine, na mashine hii imetengenezwa nasi wenyewe nyumbani hahitaji vifaa vya kisasa wala hahitaji kutumia gharama kubwa katika kuzalisha, bali ni kuzingatia vigezo na masharti hadi mayai yaweze kutotolewa. Asanteni na karibuni Sutta Poultry Farm. Utaweza kupata mayai ya bata, vifaranga wa bata, utapata bata wakubwa kwa ajili ya nyama na biashara. Pia utaweza kupata kuku nyama na biashara pamoja na vifaranga na mazao mengine yatokanayo na ndege. Karibu Sutta Poultry Farm, hapa mafanikio ndio yalipo.